Tunaposema football brings all the professionals together tunamaanisha hizo kaliba zote ambazo nimezitaja, wana habari, watu wa nutrition, wana sheria, watu wa marketing, watu wa matangazo ya kibiashara, hawa wote wanaletwa pamoja na mpira. Kwa hiyo hii football ambayo tunaizungumza inaleta kaliba zote za professionals, lakini bila kusahau mashabiki ambao wamekuwa ni muhimu sana, ambao wao siku zote wamekuwa ki support football. Tunapotengeneza hii community nzuri ambayo imefundishwa vizuri, tunatengeneza community ya wapenda mpira wajao. Kwa hiyo hii sio tu kwa ajili ya kutengeneza footballers, lakini tunatengeneza uwanja mkubwa wa jamii itakayoenda kusupport football. Nichukua fursa hii kuwashukuru sana sana wazazi ambao wameshaanza kuwasajili watoto wao, lakini pia tutambue ya kwamba wazazi wana jukumu kubwa la kuhakikisha wanawapa watoto nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, na hao watoto kwa namna moja au nyingine watakwenda kuwa msaada kwa familia zao, lakini pia watakwenda kuwa msaada kwa taifa na continent, na bara letu la Afrika kwa ujumla. Programu hii ambayo tumeianzisha ina direction kubwa ambayo tunataka tuende nayo. Leo tumeanza na kituo hiki ambacho kipo hapa Upanga, kitakuwa ni kituo kitakachochukua watoto kuanzia umri wa chini ya miaka 11. Kutakuwa kuna kundi la pili ambalo ni chini ya miaka 13 na kutakuwa kuna kundi la tatu ambalo ni U15. So we have U11 you have U13 and you have U15.